Anasoma kitwani neno la Mungu linasema, naye alipowaona makutano alipanda mlimani na alipokwisha kuketi, wanafunzi wake walimjia. Mstari wa pili, akafumbua kinywa chake akisema, akiwafundisha akisema. Mstari wa tatu, heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Mstari wa nne, heri wenye huzuni heli wenye uzuni maana hao watafarijika. Mstari wa tano heli heli wenye upole maana hao watailisi nchi. Mstari wa sita heli wenye njaa na kiu ya haki maana hao watashibishwa. Mstari wa saba heli wenye rehema maana hao watapata rehema. Mstari wa nane Heri wenye moyo safi maana hao watamwona Mungu. mstari wa tisa, heri wapatanishi maana hao wataitwa wana wa Mungu. mstari wa kumi, heri heri wenye kuuziwa kwa ajili yangu maana Bwana siwe sana kwa kweli, Johnson. Mungu akubariki sana. Labda kama una vitabu pia unaweza ukataja tu, kwa sababu unaweza usipate nafasi nyingine. Karibu Johnson, karibu tena eh. Naenda kuwatajia vitabu vya, vya Biblia: Mwanzo, Kutoka, mambo ya Walawi, Hesabu, Kumbukumbu la Torati, Yoshua, Waamuzi Rusu, Samweli wa Kwanza, Samweli wa Pili, Wafalme wa Kwanza, Wafalme wa Pili, Mambo ya Nyakati wa Kwanza, Mambo ya Nyakati wa Pili, Ezra, Nehemia, Esta, Ayubu, Zabuli, Misali, Mhubiri, Wimbo ulio bora, Isaya, Yeremia, Maombolezo, Ezekieli, Danieli, Hosea, Yoeli, Amosi, Obadia, Yona Yona Mika Naumu Habakuki Sefania Hagai Zekaria Malaki. Naenda kutaja vitabu vya Agano Jipya: Matayo Marko Luka Yohana Matendo ya Mitume Walumi Wakorinto wa kwanza Wakorinto wa pili Wagalatia Waefeso Wafilipi Wakolosai Wasisalonika wa kwanza Tesalonika wa pili, Timotheo wa kwanza, Timotheo wa pili, Tito, Filemoni, Webrania, Yakobo, Yakobo, Petro ya kwanza, Petro ya pili, Yohana ya kwanza, Yohana ya pili, Yohana ya tatu, Yuda, Ufunuo wa Yohana. Amen, amen, kweli. Amen. Ah, amen. Tuna mambo mengi lakini muda hututoshi. E, nadhani atapata tena wakati mwingine. Nadhani nimkaribishe na witness, kwa sababu tumekaa naye pale Mwanza kwa muda fulani. Hebu kimbia chapu chapu hapa, tutumie muda dakika chache ili na wewe uoneshe kazi fulani ya Mungu e, Bwana asiwe sana e, ko e, tuna mpendwa mwenzetu mtumishi wa Mungu Projestus, ndio amefanya kazi hii ya kulea vijana na kuwafikisha kwenye kiwango ambacho mnakiona hapa kwa uchache. Bwana asiwe sana e. Yuko kule Mwanza hajaweza kufika. Wakati mwingine shetani ametupiga vita hapa katikati, lakini naamini wakati mwingine e, kama baba alivyosema tutakuwa wakubwa kiroho. Nadhani tuta- tutaweza kufika kwa wingi zaidi. Bwana asiwe sana, karibu witness. Nikuja kuwashirikisha mganyiko wa vitabu Agano la Kale, jumla ya vitabu thelathini na tisa ambavyo vimeganyikwa kwenye makundi matano. Kundi la kwanza ni vitabu vya sheria ya Torati ambavyo ni vitano, ambavyo ni Mwanzo, Kutoka, Mambo ya Walawi, Hesabu na Kumbukumbu la Torati. Kundi la pili vitabu vya historia ambavyo jumla vipo kumi na mbili ambazo ni Yoshua Waamuzi, Lutu, Samueli wa kwanza, Samueli wa pili, Wafalme wa kwanza, Wafalme wa pili, Mambo ya Nyakati wa kwanza, Mambo ya Nyakati wa pili, Ezra, Nehemia, Esta. Kundi la tatu ni vitabu vya mashairi au nyimbo viko vitano ambavyo ni Ayubu, Zaburi, Mithali, Mhubiri na Wimbo Ulio Bora. Kundi la nne ni vitabu vya manabii wakubwa, kwa jumla viko vitano ao ni saba nao vimegalia kwenye makundi matano. Kundi la kwanza ni vitabu vya Injili ambavyo ni vinne, ambavyo ni, ni Mathayo, Marko, Luka, Yohana. Kundi la pili ni Matendo ya Mitume, ambayo nazungumzia historia ya kanisa la kwanza baada ya kusifu na kupaa kwa Yesu Kristo. Kundi la tatu nyaraka za mtume Paulo ambayo zipo pa kumi na tatu ambayo ni Warumi, Wakorinto wa kwanza, Wakorinto wa pili, Wagalatia, Waefeso, Wafilipi, Wakolosai, Wathesaloniki wa kwanza, Wathesaloniki wa pili, Timotheo wa kwanza, Timotheo wa pili, Tito na Filemoni. Kundi la nne nyaraka nyingine ambazo ni azaniwabani Waebrania, Yakobo, Petro wa kwanza, Petro wa pili, Yohana wa kwanza, Yohana wa pili na Yohana wa tatu. Kundi la tano ni kitabu cha Ufunuo, Ufunuo ambacho ni kitabu cha unabii. Amen, amen, amen. Mungu akubariki sana sana sana. Basi kwa kweli tunamshukuru Mungu sana sana sana sana. Kwa dakika kama tano hivi nimkaribishe mtumishi Kefa, ongeepo kidogo baba, usiogope ongea tu. E, Bwana asiwe sana. Kipekee mi niseme tu kwamba e, unajua e, unaweza ukamwona mtu amekamilika, lakini kuna watu wanaomkamilisha. Bwana asiwe sana. Yaani ukisikia Musa au mchungaji Musa au mwalimu Musa kuna watu ambao E, wananifanya kuonekana hivi. Bwana asiwe sana. E, miongoni mwa watu hao e, awanitegemezi kwa labda mafungu ya kumi au nini, hapana, ila tu juhudi yao katika Mungu na e, mashauri na neno la Mungu ambavyo wanalichukulia kwa kweli ni kwa picha isiyokuwa ya kawaida. Bwana asiwe sana. Na ndio maana kuna mahali Paulo, anasema alipokuwa akimkosa Tito alikuwa anajisikia vibaya sana na kuna mara kadhaa akufanya huduma. Bwana asiwe sana. Hiyo ni kwa sababu alijua alijua kwamba kazi ya kuokoa watu si ya kwake peke yake ila ni ya kundi kwa pamoja. Bwana asifiwe sana. Ndio maana mara nyingi mimi ninapokuwa katika huduma au kuhubiri au na nini napoona watu kama hawa kwa kweli wanafarijika sana. Bwana asifiwe sana. Asipokuwepo Kefa basi awepo Progestus. Bwana asifiwe sana. Eh, ni watu ambao wanampenda Mungu kwa namna isiyokuwa ya kawaida. Bwana asifiwe sana. Kwanza anakotokea ni mbali kuja kanisani. Mbali sana. E, mbali sana e, na kwa kweli ah, kwa kweli ni neema kubwa tu, na unaona kwa kweli kuna watu wanaompenda Mungu yani kuna mahali unafika unaona hata wewe unapelea unasema Mungu, kwa sababu kuna wakati mwingine unaweza kupitia ah, mapito ah, fulani, lakini ukaona tu jitenda za mtu akutia moyo sana kwamba hapana na, na, napaswa kwenda mbele. Bwana asiwe sana kwa hiyo, Kefa ni moja ya watu ambao wanampenda Mungu sana sana sana na tunamshukuru hata mtumishi Isack, mchungaji ujio wake kwake Mwanza kwa kweli umekuwa ni chachu kubwa kwetu, Bwana asifiwe sana. E, kwa kweli kwa moyo wa mtumishi kama Isack ni moyo adimu sana, na ndio maana hata sisi tumekuwa sehemu ya maombi kuwaombea watu kama hawa ambao wanaipenda Injili kwa sura kama hiyo Bwana asifiwe sana. Na yeye alifika pale kwa mtumishi Kefa, aliona anavyotokea mbali, kwa sababu tuliona ule umbali kwa uhalisia Eh, kwa sababu sasa ilikuwa sio usiku eh, ilikuwa ni muda kabisa ambao mtu anaweza akapambanua eh, kwa weledi kwamba kwa, kwa kweli eh, huyu mtu hu anakinywea kikombe, lakini Kefa hajawahi kukosa ibada, hajawahi kukosa ibada. Eh, kwa hiyo watu kama hawa akisemapo kidogo anaweza akaimarisha roho kadha wa kadha. Eh, karibu baba, karibu hata kwa dakika chache, karibu tu baba. E, usemepo asante. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Unajua, nilikuwa sijajiandaa kusema, kwa sababu ya kiu nilionayo. Kiu ya kwanza ni kwa ajili ya kujifunza, ni kwa ajili ya kupokea kile ambacho kimeandaliwa tayari. Unajua, ukichelewa safari, wewe utakayeanza nyuma, unahitaji uwe na namna tofauti na wengine walioanza kwanza, utakuwa umeachiwa mlaba mkubwa kwa hiyo kiu yangu baba hapa amenipa nafasi ya kusema, naomba tu niseme kwa uchache ili nimpe nafasi zaidi. Naamini ninaweza nikapata nafasi ya kusema kwa upana, na hata kama itotokea kupata hiyo, basi jua Kefa amefika hapa akiwa ni mtu ambaye anahitaji kujifunza na akiwa na kiu ya kumjua Mungu sana. Kwanza nishukuru kwa ajili ya nafasi hii, hata mimi nimefika hapa nikiwa na kiu sana na nilipofika, nimemwona nimemwona baba tumishi hapa ambaye sijampotea jina sana, kama sikosee, ni mchungaji Alexi kwao. Nashukuru sana kwa ujio wake, kwa sababu ni muda tangia tuachane tukiwa mbela, hata kwa nafasi hii niliyopata kumwona, maanake imekuwa ni faraja kubwa sana, na hata mazingira tulio pale nyumbani mtumishi Sara ametupa baraka zote akiwa na mazingira ya kuwa mama mzazi, lakini tayari siku zake ni kama zinaelekea sasa, ni miezi miwili tangia ajifungue. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu hata kwa kutupa nafasi hiyo. Niendelee tu kusema Mungu bado anatupenda sana na Mungu bado anatujali kwa kiasi kikubwa. Ni kweli kabisa, nikianza kutoa ushuhuda wa maisha ambayo tunatokea Bongwa kwenda kufata mahali ambapo pa kuabudia ni mazingira ya mbali lakini tulishayafanya kuwa karibu sana. Na kwa nini tumeyafanya karibu? Ni kuona kama tulishachelewa. kati ya mtu ambaye nikianza kusema, huwa nahisi nimechelewa kujua wokovu ni mimi, ndio maana siku zote huwa nasema, Mungu ukinilizia, nikaingia kwenye toba ambayo wewe utailizia mimi niuwe kwa muda wote. Sijawahi kuomba mimi niombe tu niwe na nafasi kubwa zaidi, huwa namwambia Mungu yalizie maisha yangu hapa nilipofika, naona kama ni kiu yangu. Ukiyalizia, usiniache nikaanguka tena. Yaani haya huwa namwomba Mungu siku zote, namwambia Mungu siku yeyote ukinilizia mimi, watu hata wakisikia mimi nimekufa, nijue umenilizia na jina langu liko kwenye kitabu chako. Sina nafasi ya kuendelea kuyatafuta maisha kwa kiu ambayo baadaye yanakuja kuniangusha Natafuta Mungu kwa sababu ya kujua yale yote niliyokwisha kuyatafuta hayakuweza kunisaidia, na hata kama nikiendelea kuyatafuta hayawezi kunisaidia, na yatafuta ufalme mwingine ambaye unaweza ukawa ni vazi langu kila siku. Kwa hiyo imekuwa ni ombi la kila siku, namwambia Mungu, yalizie maisha yangu, kwa sababu najua kwa wakati ambao nimetenda dhambi na kwa wakati ambao nimepita mapito ambayo yalikuwa sio ya kawaida ni kama mtu ambaye alikuwa ni mjinga . Sina namna yoyote huwa namweleza nikiwa najua hata kama nikimweleza kwa masaa mawili, huwa naamini Mungu bado sijamweleza. Nakuwa na kiu isiyokuwa ya kawaida. Kwa hiyo hata kwa nafasi hii ya kufika hapa najua Mungu bado ananipenda, bado ananipenda. Kama tuliweza kufika mwaka huu kwenye miezi ya kwanza, nafikiri tulikuwa na mkutano pale ambao hata baba aliyeuandaa hakutegemea kinachoweza kuonekana pale. Hata mimi sikujiandaa kwa lile ambalo linilifanya, lakini jua tu ni Mungu alikwisha kuandaa. Chochote ambacho tunaweza tukakiandaa sisi hakiwezi kikakamilika bila Mungu. Chochote ambacho unakiona kikifanyika kinakamilishwa na Mungu. Ndio maana safari ya kuanza Mbea hadi kufikia wakati huu jua Mungu alitarajia, si wewe wala sio mimi. Hata leo kuanza asubuhi Mwanza ukafika Kahama, si mimi niliyefanya, ni Mungu amekusudia, ni Mungu amekusudia kwao, hata mazingira ninayoyaona. Wala usijione mnyonge, kati ya watu wanaosali wawili au mmoja, mimi nilishaamini kwenye mmoja. Mungu amekusudia. Kwa hiyo tumekuwa na ibada ambazo zimekuwa sio za kawaida. Ni kweli, ukitukuta tuko wachache, maana kuna siku tunafanya ibada tukiwa watatu. Mimi nilishawahi kufanya ibada nikiwa peke yangu, na niliiona ibada sio ya kawaida, na ndipo nilipotofautisha nguvu ya Mungu na nguvu ya mawazo ya kibinadamu. Kuna siku nilikuwa nafanya maombi wakati tumetokea Mbeya. Naomba nikupe tu historia hii ili mtumishi aweze kuendelea. Amen, amen. Kipindi kile tumetokea Mbeya nilianza kujiuliza nitawezaje kufanya ibada nikiwa peke yangu, na wakati nilikuwa nimeshazoea vipindi vya katikati naenda kanisani. Nikawa nawaza sana, badala yake nikawa naenda Jumatano na Ijumaa. Ila siku moja nikajiuliza hii hatua itakuwa ni lini, yaani niweze kufanya ibada hata nikiwa peke yangu. Nikamwambia Mungu mimi naingia kwenye maombi, naomba dakika 20. Nakumbuka ilikuwa saa 11 kasoro 20, ibada kanisani inaanza saa 11. Nikamwambia Mungu naanza ibada saa 11, saa 10 kasoro dakika 20, ndani ya dakika 20 nisipoona uwepo wako mimi naenda kanisani. Nikaingia kwenye maombi, kadiri nilivyokuwa naomba nikawa nimepata tafakari. Mungu akawa kama amenishushia tafakari ya kuwa kuna siku hautohitaji mtu wa kukusaidia, yamkini utakuwa porini, yamkini utakuwa kaburini, utahitaji uombe ukiwa peke yako. Nilivyotafakari vile, niliendelea kuomba kwa muda usiopungua masaa mawili. Mtumishi sana alifika kwenye mida ya saa moja, alinikuta mimi naomba bubujiko lisilokuwa la kawaida bila kukatiza maombi wala bila kuyatafuta. Kadiri nilivyoomba ndivyo nguvu ilivyoongezeka. Toka hapo nilisema sitoogopa kuabudu nikiwa peke yangu. Toka hapo nilisema sitoogopa kufanya ibada nikiwa peke yangu, kwa sababu nguvu niliyoiona kwa Mungu ilikuwa inanifanya kuona tuko wengi. Kwa hiyo hata ukiwa peke yako waweza kufanya ibada na Mungu na Mungu akaibariki ibada hiyo wala usitegemee watu wa kuwepo wengi wala usitegemee mkiwa ishirini tegemea uwepo wa Mungu ukikufunika utaona ni zaidi ya watu wanaoabudu ishirini nikawa naongea na mtu mmoja siku ya Jumatano kama sikosea nikamwambia kimazingira mtu kuyajua na kuyazoea anapitia wakati mwingine wakati mgumu, ila ukiwa unaona safari yako ulioianza umechelewa, utaanza hata ukiwa ni saa nane. Na ndio maana toka nitoke Mbea ni mara chache mimi kukuta nimelala hadi saa kumi na moja nikakosa kuamka saa kumi nikakosa kuamka saa nane nikakosa kuamka saa tisa. Yaani hiyo ikitokea, jua ni bahati mbaya takribani nilitumia wiki moja bila kulala tulipotoka Mbeya, hapa katikati, niliingia kwenye maombi ya muda mrefu hadi nilikuwa nasikia kizunguzungu hadi baba akasema pumzika. Kwa hiyo kuna nyakati ambazo unatakiwa umtafute Mungu kama ulivyoitafuta dunia. Uone muda niliyotumia wa usiku, muda huu wote nitatumia kumtafuta Mungu, bado ninakio na nikiendelea kuongea naweza nikafika hatua ambayo itazidi kuongea. Mungu azidi kuwabariki sana. Amen, amen, amen, amen, amen, amen. Bwana asiwe sana ah, kipekee tunamshukuru Mungu sana kwa neema